Jina langu naitwa Anna Musa. Ni afisa muuguzi kutoka idara ya huduma ya uguzi na ukunga, lakini hapa nawakishia wizara katika mafunzo haya. Nashukuru kwa sababu wote tumeshiriki mafunzo haya ambayo lengo lake lilikuwa ni katika kushirikisha jamii kutatua matatizo yao wenyewe sehemu ambayo wanashiriki. Na tunaelewa kwamba wote kwamba shida kubwa ilikuwa ni uchanjaji au chanjo Uitikiaji wa chanjo kwa watoto chini ya miaka mitano umekuwa ni mdogo. Na sasa katika mafunzo haya tumeweza kuona ni njia zipi ambazo zinaweza kutumika ili kutatua tatizo hili. Wote tumeweza kushiriki watu wa aina mbalimbali. Tumeona ni jinsi gani jamii inaweza kushiriki wao kama wao, lakini kuna wale wakuu wa kaya ambao ni nzengo, lakini kuna watumishi wa afya ambao wako kwenye vituo lakini tumeona waganga wa tiba asili, tumeona wakuu wa dini na watu wa aina mbalimbali, lakini pia tumeweza kuona sehemu na uwajibikaji wa mzazi wa kike na wa kiume katika kutatua tatizo hili. Na mifumo mingi ambayo tumeigundua hapa, tumeona nyingi kumbe haina gharama sana, inawezekana, lakini kwa gharama kidogo. Na jinsi hii ndivyo tutakavyoweza kutatua tatizo hili la kuchanja wote tumeweza kushuhudia katika mafunzo haya na kuweza kupewa takwimu za watu ambao hawajachanja, na tumegundua kwamba kuna madhara ambayo mtu kama hajachanjwa anaweza kupata, na ushuhuda tunao miongoni mwetu, wapo ambao wameathirika kutopata chanjo na wakaweza kupata madhara makubwa yakaweza kusababishia ulemavu katika maisha. Athari hii hatutamani tena watoto wetu waweze kupata, na kwa jinsi hiyo kushiriki katika mafunzo haya yametuwezesha kutupanua mwanga wa kuweza kufikiri ni jinsi gani tutahamasiana sisi kwa sisi, lakini jamii tunayokaa nayo, lakini wengine wanaotuzunguka ili wote tuweze kushiriki zoezi hili la chanjo, ili liweze kutupatia afya njema. Ndiyo tulipotoka tulipo, tulipo, tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.